Kwamba fedha inapotolewa iendane na kazi ambayo imefanyika. Hapa taarifa tuliyopewa inaonyesha kazi hata ni kubwa kuliko asilimia ya fedha ambayo imeshatoka. Hiki ndicho tunachotaka na ndio maana nimetoa rai na kwa wakandarasi wengine, akishapokea fedha mkandarasi, tunataka tuione thamani ya fedha hiyo aliyopokea kwenye kazi ambayo ameshaifanya nimwelekeze mtendaji mkuu wa Ruasa, fanya tathmini ya miradi yote ambayo wameshapokea malipo ya awali na malipo mengine. Tunataka kuiona fedha, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo imeshafanyika. Na wale ambao utakuta, Mheshimiwa Waziri, wameshafanya kazi lakini ni ndogo, haiendani na fedha ambayo walipewa, wanafanya kibabaishaji. Babaishaji kwanza tuwajue, Pili, tuchukue hatua, lakini tatu, wasipate mradi mwingine wowote ule. Lazima fedha ya walipa kodi wa Tanzania ionekane kwenye thamani ya kazi, na ilani ya uchaguzi imeweka malengo makubwa ya kuwapatia watanzania maji.